Wakati KFC, McDonald's na Pizza Hut zilivyoletwa Tanzania, watu walizipenda na kuchanganyikiwa kwa sababu kilikuwa kitu kipya, kinachoonyesha usasa na maendeleo. Mapiza na mabaga ndo chakula pekee Maslai Queen huposti pale wanapotoka out. Mara nyingi chakula hichi hutumika kama njia ya kujionyesha au kuumiza moyo watu wengi ambao hawawezi kununua. Chakula hichi hujulikana kama junk food. Chakula cha junk food ni chakula ambacho kina kalori nyingi na virutubisho duni. Kina kiwango kikubwa cha mafuta yaliyojaa, chumvi na sukari, na huja na orodha ndefu ya viambato ambavyo hatuwezi kuvielewa. Chakula hichi pia mara nyingi ni ghali sana ukifananisha na vyakula vyetu asilia vya hapa nyumbani. Baga na chips huanzia elfu kumi na tano kwenda juu, kulingana na sehemu unayonunua ila katika usasa huu na uzungu huu kuna vitu ambavyo watu husahau na vitu hivyo ni umuhimu wa virutubisho kwenye vyakula tunavyokula. Leo ningependa kuongelea sababu tano kwa nini vyakula vya kizungu au vyakula vya junk food ni athari kwa afya yetu. Namba moja: ugonjwa wa moyo. Viwango vya juu vya sodium au chumvi ni sifa inayosababisha vyakula vingi vya junk food kuchangia shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Kulingana na Harvard Health Publication Marekani, wa wastan hura chumvi mara tano hadi kumi zaidi ya miligramu elfu mbili na mia tatu. Hata hivyo, kiwango cha afya ni chini ya miligramu elfu moja na mia tano kwa siku. Ulaji huu wa chakula hichi cha junk food kinaonyesha ni jinsi gani chakula hichi kinaweza kuwa kama dawa za kulevya ambazo ukianza kula unataka kula tena tena na tena. Hii ni kitu muhimu sana cha kujikumbusha pale tunapokuwa malimbukeni kwenye vyakula vya kizungu, kwamba mara nyingi vyakula hivyo havina afya kama vile vinavyoonekana na hata watu wenyewe waliotengeneza au kuleta vyakula hivyo wanateseka sana na magonjwa kibao, na ugonjwa mkubwa kabisa ukiachana na ugonjwa wa moyo ni kisukari. Namba mbili. Vyakula hivi huleta kisukari. Viwango vyako vya insulin huongezeka unapokula sukari iliyozidi, kama vile vinywaji baridi, unga mweupe na vyakula vingine visivyo na virutubisho husababisha viwango vya juu vya insulini, ambao hatimaye kuchochea seli zako huanza kupuuza homoni hii ya muhimu na kusababisha hali inayojulikana kama upinzani wa insulini hatimaye husababisha kunenepa na kupata kisukari cha aina ya pili. Tangu miaka ya 1980, kisukari cha aina ya pili ambacho kilikuwa kidogo kwa vijana kimeongezeka hadi asilimia 15 huko Marekani. Hata hivyo, katika nchi hizo nyingi ambazo zimeanza kujifunza kuhusu athari ya vyakula hivyo vya junk food, wamepunguza ulaji wa vyakula hivyo vya junk food wamevileta huku kwetu ambako watu wanaona kama ni kitu cha thamani sana. Kumbe vyakula hivyo havina afya yoyote na vina magonjwa kibao. Ndugu mtazamaji, fungua akili yako na ujue kwamba vyakula hivyo si vyakula kila siku, kwani madhara yake ni makubwa. Namba tatu, unene kupita kiasi. Chakula cha junk food kina jukumu kubwa katika janga la unene kupita kiasi. Kufikia mwaka elfu mbili na hamsini kiwango cha unene wa kupindukia nchini Marekani kinatarajiwa kufikia asilimia arobaini na mbili kulingana na watafiti katika chuo kikuu cha Harvard. Watoto wanaokula chakula cha junk kama mla wao wa kila siku wa kawaida, huleta madhara katika ukuaji kimwili na kiakili cha watoto hao. Chakula cha junk katika lisha ya watoto hao huchangia kalori 187 za ziada kwa siku na kusababisha paundi sita za ziada za kupata uzito kwa mwaka. Kunenepa kunaongeza hatari yako ya kupata magonjwa ya moyo, kisukari na magonjwa mengine mengi sugu haya. Sasa, hii ni kwa wale wazazi ambao mara nyingi ikifikia kipindi cha sikukuu au birthday ya mtoto Unaona, njia pekee ya kumfurahisha mwanao ni kumpeleka kwenda kulula chakula cha junk. Au ukitaka kufurahisha watoto wako, unaona zawadi pekee ya kuwaletea ni chakula cha junk food, mabaga, mapiza na mavyakula ambayo yana mafuta mengi. Hapa tunaona kwamba hii ina athari, ila si kwa watu wazima tu, bali hata kwa watoto. Epuka kupeleka watoto katika sehemu hizi za vyakula vya junk kama nia ya kuonyesha upendo kuna njia mbalimbali mbali unaweza kuonyesha upendo kwa watoto wako, lakini sio kuwapeleka sehemu na kwenda kuwalisha sumu, ukizani ni upendo. Amka Mtanzania, vyakula vya junk havimaanishi ndio usasa na uzungu na afya. Kuna athari mbalimbali mbali, si kwa watu wazima tu, ila hata kwa watoto. Namba nne: upungufu wa virutubisho kama ilivyonukuliwa katika ushirika wa chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza, usindikaji ambao huondoa vitamini, madini na nyuzi huwa chanzo cha kalori tupu ambazo wataalamu wa lishe hudharau. Watu wanaokula vyakula hivi vya junk mara nyingi hawapati virutubisho vile ambavyo vinahitajika kupatikana katika lishe au milo yetu na hiyo inaweza kusababisha kupungua kwa nishati, mabadiliko ya hisia, usumbufu wa kulala, kwa sababu chakula hichi hakileti virutubisho vinavyohitajika katika ubongo wako. Namba tano: vyakula hivi huleta uzuni. Utafiti uliochapishwa katika jarida la Marekani la lishe mnamo mwaka 2015 ambao ulifanya uchunguzi kwa wanawake elfu sabini ambapo kulikuwa na makundi mawili ya wanawake: wanawake waliopewa chakula cha junk kwa wiki moja na wanawake waliopewa mboga mboga, mboga nafaka na matunda kwa wiki moja. Baada ya hapo, washiriki katika utafiti hiyo walitoa majibu ya wa jinsi wanavyojisikia katika wiki hiyo, ambapo ripoti zilionyesha kwamba kundi la wanawake lililopewa chakula cha junk kwa wiki moja liliripoti kuwa na huzuni zaidi katika wiki hiyo na kundi la wanawake lililopewa chakula cha mboga mboga matunda na nafaka nzima liliripoti kuwa na furaha na kujisikia vizuri zaidi. Watafiti walihitimisha kuwa vyakula hivi mara nyingi vinahusiana na jinsi tunavyojisikia. Chakula hicho humfanya mlaji ajisikia furaha sana pale anapokula, lakini baada ya kumaliza kula huanza kujihisi kama vile anakuwa na huzuni au kutokujielewa katika hisia zake. Kwa hiyo saa nyingine ukiona ujielewielewi, unajihisi vibaya, inaweza ni kwamba kutokana na milo yako ya kila siku kwenda huko McDonald's, KFC na mapiza hut, jaribu kubadilisha mlo wako na utaona jinsi unavyojisikia vizuri zaidi. Hakuna ubaya katika kuenjoy life, lakini hata hivyo, usifanye vyakula hivi vya mapiza na mabaga huona ni vyakula vya thamani sana kushinda vyakula vyetu vya hapa nyumbani kama mchicha majani ya maboga na maharage. Vyakula hivyo vinaweza kuonekana kama vya kiushamba au visivyofaa, kwa sababu havijatoka Marekani, lakini ni vyakula vyenye afya sana. Usiruhusu usasa uliozidi sana ukuingie na kukurubuni na kuamini kwamba vyakula vya junk ni vyakula vyenye afya. Video hii imeelezea kwa undani kabisa athari ya vyakula hivyo. Kwa hiyo siku nyingine unavyoenda KFC, enjoy chakula chako, lakini ujikumbushe kwamba siyo kitu cha kula kila siku, kwa sababu athari zake kwenye afya yako ni kubwa sana. Asanteni kwa kunisikiliza, ndugu watazamaji, msisahau kujiunga na channel ya Shule ya Maisha. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali yenye kuleta mafundisho na burudani. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.